La lugha ya spoti inaletwa kwako na Brookside. Brookside Secondary School Term 1 Games Nurturing Youth Talent. Ilikuwa ni siku ya kutenganisha ngano na magugu hii leo ambapo michezo ya Brookside ya shule za upili muhula wa kwanza iliingia siku ya pili katika shule ya upili ya Shimo la Tewa kaunti ya Mombasa. Mabingwa wa ukanda wa Afrika Mashariki katika raga ya wachezaji 15 kila upande, All Saints Embu ilijikatia tiketi ya nusu fainali baada ya kuilaza Upper Hill alama 9 kwa tatu kwenye mechi ya kukata na shoka. Viga boys pia walifuzu awamu ya nne bora baada ya kuwashinda Bwake boys kutoka bonde la ufa la matano kwa tatu. Tunajua kitu imetuleta hapa, tumekuja kubeba hiki kombe, na hiyo mechi ya nusufainali tutashinda na tutaingia fainali, pia tutashinda. Sasa jana na leo wajecheza vizuri sana. Sasa tutawazungumza tuone weakness iko wapi, tutatue kwa sababu wajecheza mchezo wao vile huwa inafaa wacheze. So hopefully, tukifika semifinals watakuwa wamefika hiyo level. Washikilizi wa taji la mpira wa mikono upande wa wavulana St. Luke's Kimilili walishika kamito 37 kwa 20 kufuzu awamu muondoano na vigogo wa mchezo huo eneo la magharibi, Moi Girls Kamusinga wakapiga muhuri ubabe wao kwa kushinda mechi mbili kwa mpigo baada ya kuwacharaza malimbukeni Sacred Heart Kenya 34 kwa 16. Right a to game imekuwa uh, sawa tumecheza na Moygas Kamusinga ambao ni defending champions kwa mara nyingi timu team, team ambayo inakuja kwa uzuri sana na natumai miaka inayoendelea kwamba tutaendelea kushindana vizuri. Laser Hill ambayo ndio shule iona ukasi mkubwa zaidi mpiro wa mataji katika mpira wa kikapu ukanda huu iliduazwa na Lukenya vikapo 64 kwa 56. Mechi za mwisho za makundi zitachezwa kesho siku ya Alhamisi, huku shule zilizosalia zikitafuta nafasi ya kufuzu awamu ya nusu fainali. Abul Ahmed, K24 michezo kutoka shule ya upili ya Shimo la Tewa kaunti ya Mombasa. Dalugu ya Sporti inaletwa kwako na Brookside. Brookside Secondary School Tom 1 Games Nurturing Youth Talent.